Je, mwenyekiti wa sasa wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Antipas Lissu ambaye yupo rumande kwa sasa akikabiliwa na mashtaka mawili likiwemo shtaka la uhaini ataachiliwa huru kufuatia tamko la baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki Tanzania, yaani tek Hebu sikiliza hapa mpaka mwisho wa habari hii, kisha like video hii. Rais wa baraza la maaskofu Tanzania, yaani tek anasema Serikali ikae na wadau wa uchaguzi na waliokamatwa waachiwe huru. Serikali ikae na wadau wa uchaguzi na waliokamatwa waachiwe huru. Muhutasari: rais wa baraza la maaskofu katoliki Tanzania Tech Wolfgang Pisa ametaka amani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2025 akisisitiza kuachiwa huru viongozi waliokamatwa kwa kudai mageuzi ya mifumo ya uchaguzi. Askofu wa Jimbo Katoliki la Lindi Wolfgang Pisa amesema ni muhimu serikali kukaa na wadau wa uchaguzi na kuruhusu mabadiliko ya lazima kabla ya uchaguzi mkuu wa baadaye mwaka huu. Askof Pisa ambaye pia ni rais wa baraza la maaskofu katoliki Tanzania yani teka amesisitiza umuhimu wa amani kuelekea uchaguzi huo, akitaka wote waliokamatwa kwa kudai mageuzi ya mifumo ya uchaguzi waachiliwe huru haraka na bila masharti. Wito wa Askof Pisa kuhusu kuachiwa kuhu kwa viongozi waliokamatwa unashabihiana na wadau wa haki wanaoshinikiza kuachiwa huru kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema taifa aliyekamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya uhaini. Lissu alikamatwa Aprili 9 mwaka huu, 2025, alipokuwa ziarani kuhamasisha ajenda no reforms no election wilayani mbinga mkoani Ruvuma. Alihamishiwa kituo kikuu cha polisi Dar es Salaam, baadaye akafikishwa mahakamani. Askofu Pisa ametoa wito huo usiku wa kuamkia leo Jumapili, Aprili 20, mwaka huu, 2025 katika mahubiri ya misa ya mkesha wa Pasaka iliyofanyika katika kanisa la Mtakatifu Andrea Kagwa mkoani Lindi. Mmoja kati ya mapendekezo yake manne kuelekea uchaguzi, Askofu Peace amesema wahusika wakae na wadau wote kuruhusu mabadiliko ya lazima kabla ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu wa 2025. Amesema sauti na vilio vya wengi vinapaswa kusikika, akisisitiza kasoro zilizojitokeza zinapaswa kurekebishwa haraka, kukiwa na nia ya dhati kutoka kwa wahusika. Muda unatosha kabisa kufanya hayo marekebisho kabla ya uchaguzi mkuu. Akizungumzia amani, amehoji nani anayeharibu kati ya anayetumia nguvu kusisitiza uchaguzi uende anavyotaka na yule anayeshauri kukaa mezani kufanya mabadiliko ya mifumo. Katika hali ya kawaida, nani anaharibu amani? Anayetumia nguvu na kusisitiza uchaguzi uende anavyotaka yeye, au yule anayesema jamani, turudi mezani ili tuangalie mifumo yetu ya uchaguzi, kwani kwa mfumo wa sasa huwezi kutupatia viongozi wa haki na wa kweli? Amehoji. Ametaka wote waliokamatwa kwa kudai haki wakiwamo viongozi wa vyama vya upinzani waachiwe haraka na bila masharti. Askofu Pisa amesema kustokee wengine watakaokamatwa au kusumbuliwa kwa namna hiyo, tuiombee nchi yetu iwe ya amani na kuwa na viongozi wa haki na wazalendo, amesema. Katika hatua nyingine, Askofu Pisa amesema, kwa misingi ya demokrasia mamlaka ya serikali yanatokana na iliyochaguliwa kihalali, akieleza katika demokrasia ya kweli viongozi watawajibika kwa wapiga kura. Kura ni wakala wenye nguvu, wananchi wasiporwe nguvu yao ya kupiga kura na kuchagua, amesema. Amesema hoja zinazoebuliwa na wadau hazionyeshi kupatikana kwa uchaguzi wa haki na kweli, hivyo ni muhimu kuzi hivyo ni muhimu zizingatiwe ili kupata suluhisho. Askofu Pisa amesema kukiwa na uchaguzi wa haki, viongozi watakaochaguliwa watakuwa tunda la haki na ukweli. Kuhusu umuhimu wa mabadiliko katika mifumo ya uchaguzi, amesema unatokana na malalamiko ya uchaguzi wa mwaka 2019, 2020 na 2024 upande wa serikali za mitaa yanayodaiwa haukuwa eh, yanayodaiwa haukuwa wahalali wala wa haki. Unamhakikishiaje mwananchi huyo kwamba uchaguzi mkuu utakuwa wa halali tangu uchaguzi wa serikali za mitaa ufanyike bado hata miezi sita haijapita? Amesema. Amesema kwa bahati mbaya, bado kasoro zilizobainishwa katika uchaguzi wa serikali za mitaa wa Novemba mwaka wa 2024 hazijarekebishwa wala kujibiwa, amesema. Tayari mapendekezo kuhusu muundo wa tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC yalishatolewa, hivyo ni muhimu yatekelezwe. Ametaka mihimili isiingiliwe iacho itende kazi zake kwa haki. Amesema watu wasipochagua kwa uhuru demokrasia itakufa. Madikteta wengi duniani ni hata e, hapa Afrika hawataruhusu uchaguzi ufanyike, kwani wanaogopa uchaguzi ukifanyika hawatachaguliwa. Kama wataruhusu uchaguzi wataharibu mifumo ili wabaki madarakani. Tanzania hatujafika huku, amesema Askofu Wolfgang Pisa. Mpenzi wa mtazamaji na mfuatiliaji wetu, huo ndio wito wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, yaani tek kwa serikali Tanzania eh, kuachilia mara moja na bila masharti viongozi wa kisiasa waliokamatwa kwa kudai haki eh, likisisitiza kuwa hatua hiyo ni muhimu katika kulinda amani ya taifa, hasa kuelekea mwaka wa uchaguzi. Askofu Wolfgang Pisa ametoa kauli hiyo eh, wakati ambapo mjadala wa mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi na ushiriki wa vyama vya siasa umekuwa ukitawala anga ya siasa nchini huku kukiwa na malalamiko kutoka kwa baadhi ya vyama vya upinzani kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kuhusu kukamatwa kwa e, viongozi wao wakubwa akiwamo mwenyekiti wa chama hicho taifa Tundu Antipas Lissu na ukosefu wa haki katika uendeshaji wa siasa hivyo kufuatia wito huu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, je, tutegemee kuona serikali ikimwachilia mwenyekiti wa chama hicho cha demokrasia na maendeleo CHADEMA e, taifa, Tundu Antipas Lissu. Tuachie maoni yako hapo chini kwenye upande wa comment kufuatia hiki ambacho kimefanywa na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC. Eh, kwa maana kwamba kutoa wito kwa serikali ya Tanzania kuwaachilia mara moja na bila mashariti viongozi wa kisiasa waliokamatwa kwa kudai haki, likisisitiza kuwa hatua hiyo ni muhimu katika kulinda amani ya taifa hasa kuelekea mwaka wa uchaguzi wa Oktoba mwaka huu. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo katika meza yetu ya habari, nasi tunaisogeza kwako kwa muda huu. Ili kusudi mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu uweze kupata kujua na kufahamu kinachoendelea kwa sasa. Hii hapa ni Habari Kiganjani. Endelea kukaa karibu nasi, endelea kusubscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa habari hii. Tukutane tena katika habari nyingine.